Wameziuza kwa kitu hicho nafsi zao, kitu kilichokuwa kibaya zaidi, basi ni huo uchawi, ni kujifundisha huo uchawi. Antaallamuhu, ni kujifundisha huo uchawi, kwayo ni kitu kibaya sana. Kwa sababu gani? Haidhu kwa sifa au jaba lahum nara, huo uchawi au jaba, umewajibisha lahum kwa wao annara, moto fundisha uchawi uchawi ni ukafiri jifundisha uchawi maana ndo wanajifundisha vitu vya kwenda motoni tu lau kanu ya alamun maana yake lao wangelikuwa wanajua hakika tama wangelikuwa wanajua nini hakika tama hakika ya yale ambayo yasirun watakuwa ilai kwenye hayo minala adhabi katika adhabu jawabu la sharti limeondoshwa takdiri yake maana yake ma taallamuhu ma taallamuhu wasinge dijifundisha huo uchawi wangelijua hakika yale ambayo watakuwa kwenye hayo baada ya kuondoka duniani. Basi ma taallamuhu, wasinge dijifundisha huo uchawi. walau anahum, na lauka kwamba wao Mayahudi ai maanake lyahud, lauka kwamba wao Mayahudi amanu wangeliamini kuamini nini? maanake amanu bin nabii wangeli muamini mtume, wal qurani na Qurani, wataku wattaqau, wattaqau maana yake na wakaiogopa waka adhabu ya Mungu, wattaqau maana yake griqaba Allahi, wakaiogopa adhabu ya Mwenyezi Mungu bitarki maasihi kwa kuwacha kumwasi Mwenyezi Mungu kasihiri kavile uchawi basi wajawabu lau, na jawabu la lau walau annam lau, kwa kwamba wao. Jawabu la lau mahadhufun, lenye kuondoshwa. Sawa, jawabu la lau nilenye kuondoshwa, takdiri yake sasa la uthibu, la uthibu, wangelipwa thawabu kwamba wao wangelimwamini mtume na Qurani na wakaiogopa waka adhabu ya Mungu, wakiogopa adhabu ya Mungu, manake hawatafanya maasi, wangelikuwa wangeli wanajua hivyo, manake lau kwamba wao wangeliamini, wangeliamini na wakamcha Mungu, wakaogopa adhabu wala uthibu uhbu thawabu, ndio jawabu lala la uthibu, wangelipo thawabu la la wangeli na dala limejulisha au umejulisha msemo ghalaihi juu ya hilo jawabu liloondoshwa na ni lile neno la mathuba, la mathuba ndo hilo. Hilo tamko la mathuba linaonesha jawabu la lau ni la uthibu. Sawa, la mathuba thawabu, la mathuba thawabu. Maanake thawabu min indillah, la mathuba hiyo ni thawabu meneendi la kutoka mbeza Mwenyezi Mungu sawa. La mathuba maana yake ni thawabun wahuwa, na tamko la mathuba ni mubtadaun walamu fihi, na lamu iliyoingia hapo lilkasami koo na apa thawabu na apa thawabu meneendi la kutoka mbeza Mwenyezi Mungu khairu ni bora ni bora thawabu kutoka mbele za Mwenyezi Mungu, na hiyo na khairun, khairun ni kha habaruhu ni, ni habari ya huo huu mubtada mbele ni la mathuba. Kwa hiyo thawabu mbele za Mwenyezi Mungu ni bora mima kuliko yale ambayo, ambayo sharau bihi anfusahum wameziuza wameziuza kwa hayo nafsi zao, lau kanu ya alamun, lao wangelikuwa wanajua, lakini la wangelikuwa wanajua. Annahu kwa kwamba hayo thawabu hizo kwa Mungu, khairu, ni bora la maa tharuhu, wasinge wasingeliukhitari uchawi alaihi kuliko hizo thawabu Ya ayuha alladhina amanu, yenye ambao umeamini. La taqulu ra'ina, la taqulu maanake msiseme, linabii kumwambia mtume ra'ina, msimwambie ra'ina. Ra'ina ni tamko ambalo walikuwa walitumia la kumtusi mtume, wanamuita ra'ina. Hiyo ni amrun ni fil amri minal muragati, inayotokana na muragati sawa ra'ina, maana yake ni faala yufailu murat wa mufaala. Wakanu na walikuwa yakuluna, la wanamwambia mtume, dhalika hilo wahia hilo, na tamko hilo ra'ina bi lughati yahudi, kwa lugha ya Kiyahudi sabun ni tusi, sabun ni kutukana, kule kwa namwita mtume ambia ra'ina ambaye mina rauna inatokana na na rauna na rauna ai maana yake rauna al, alhamku ni upumbavu, alhamku wal jahlu upumbavu na ujinga. Kwa hiyo hiyo raina inatokana na rauna, rauna ni upumbavu na ujinga. Sawa, fasaru kwa fasaru, wakalifasiri bidhalika kwa kwa hilo wakalifasiri kwa hilo, walivyofasiri kwa hilo na neno la utusi hilo wakalifasiri kwa kusema rajina ambayo inatokana na rauna. Basi wakawa sasa wao wa khatabu na akawa wanamsemesha biha kwa tamko hilo annabii mtume, wasiangalie madhara yake, wakawa nakuita elewa

wakakatazwa waka, waka fanuhi almuminun wakakatazwa waumini, fanuhi almuminun, wakakatazwa waumini anha na hilo tamko la raghina. Sasa Mungu akamwambia waqulu, na semeni semeni, semeni mkikutana na mtume semeni badala badala ya hilo tamko la raghina, semeni undurna, undurna, tutizame mtume. Haya, maana yake undur ilaina, tutizame. Lakini pia na hao wasimwambie mtume ragina wamwambie undur undurna, maanake ni undur ilaina. Lakini pia wanaambiwa na Mungu wasmau, nasikilizeni. Wasmau, nasikilizeni maale ambayo tumaru nabi, mnaamrishwa samaa kabuli, kusikiliza kwa kwa kuyakubali, kusikiliza kwa kukubali kwa, kwa kwa, kwa walilkafirina, na wana makafiri adhabun alimun adhabu yenye kutia uchungu mulimun huwa naru ni moto ma yawaddu alladhina kafaru min ahli lkitabi wala lmushrikin ngwasema hawapendi, ma yawaddu ma yawaddu hawapendi, alladhina wala ambao, kafaru wamikufuru, min ahli lkitabi katika watu wa kitabu, Mayahudi na Manasara wala walalmushrikin wala makafiri pia, minalarabi katika arabu hiyo. Wala mushrikin inaonekana imejurishwa kujurishwa kwake kwa sababu ni atfun, ni kutufishwa ala ahli alkitab kwenye hiyo min ahli alkitab lkitabi, maana walalmushrikin imetufishwa hapo. Wa min lilbayani, min hiyo min ahli min ya bayani, yani hawapendi wale ambao wamekufuru min ahli lkitabi nao ni ahlul kitabi hao. Hawa ambao hawapendi waliokufuru ni watu gani? Waliokufuru nao ni ahlul kitabi, lakini na hao makafiri. Hawa makafiri hawapendi nini? hawapendi ayunzala alaikum, kuteremshwa kwenu, kuteremshwa kwenu min khairin khairi. Hawapendi kabisa kuona mnateremshiwa nyie khairi, min zaida khairin ni wahai kwa hiyo hawapendi hawa alulkitabi walio kufuru ambao ni ahlulkitabi na makafiri, kuteremshwa kwenu wahai mir rabbikum, kutoka kwa mola wenu, utamani ungeteremshwa kwao. <coughs> na hilo ni hasada lakum, ni kwa ajili ya kwa husudu tu. hasada lakum, ni kwa ajili ya kuwahusudu. Ila wafahamu ya kwamba wallahu, wallah, mwenyezi Mungu yakhtasu birahmati anamhusu na utume wake. Yahusu birahmatihi, mwenyezi Mungu anamhusu na utume wake maanake nubuwati na utume wake. Mayasha, anayemtaka. Kwa hiyo katika hawa ambao Mungu amewataka ni Mtume Muhammad, hata kama wao hawapendi. Wallahu, na mwenyezi Mungu dhu lfadhili ladhim, ni mwenye fadhila iliyokuwa kubwa. Mwenyezi Mungu ni mwenye fadhila iliyokuwa kubwa. al-kuffaru aa walipotia tu'ana al-kuffaru na zamani walipotia walipo ila makafiri inashi in katika kufutwa baadhi ya aya Mwenyezi Mungu afuta waqalu na wakasema, inna Muhammada Hakika Muhammad huyu, ya amuru ashabahu alyawm, anawaamrisha sahaba zake, alyawma, leo, bi amrin, jambo fulani. Anawaamrisha mtume huyu huyu Muhammad anawaamrisha masahaba wake, alyawma, leo hii, bi amrin, jambo fulani. Wayanha anhu, na analikataza hilo hilo jambo, na analikataza hilo hilo jambo ghadan, kesho. Leo akasema hivi hilo hilo la hukumu hiyo hiyo kesho amebadilisha. Sasa ni mtume wa aina gani? Nake kutakuwa kuna tatizo. Wakawa na, wanatia ila kwamba sio mtume huyu, wanaamrisha hivi, kesho amebadilisha, hana msimamo. Baada ya kulaumu, nazala, ndio ikateremka haya, ikisema ma nansakh, ma ni sharutia Mani ni yashati manake, chochote ma chochote. Na nansakh min aya sawa. Tunacho, tunachokifuta katika aya, yani tunacho chelewesha hukumu yake au tunachoondosha hukumu yake. Nansakh min aya, chochote tunachokifuta katika aya hai, manake nuzil hukumaha, chochote ambacho tunaiondosha hukumu yake. Manake unakuta aya iko kilichofutwa ni, ni hukumu yake Haya inasomwa ila hukumu yake haitumiki. Kwa chochote ambacho nuzil hukuma, tunaiondosha hukumu yake. Ima maalafdhiha, ima pamoja na tamko lake. Maanake kuna zingine aya imeondoshwa hukumu yake na tamko pia limeondoshwa sawa. Kwa hiyo kuna aya ambazo ivia zikafutwa, haitumiki. Haya tamko lake limefutwa na hukumu yake naye Haitumiki, au la, au hapana, sawa. So, inawezekana ikaondoshwa hukumu yake, au la, maanake, au hapana, au tamko lake lisiondoshwe. hmm. Elea kama haya yada. Sasa ni miezi minne na siku ngapi, na siku kumi kwa aliyefelewa, lakini mwanzo aya sote Bakara ipo ile, inasema wanawake, mwanamke akae eda mwaka mzima kwa kifelewa anakaa eda, anakaa eda mwaka mzima. Sasa ile haya ipo imeondoshwa tu hukumu yake, yani imeondoshwa hukumu, imekuja kufutwa na hii ya kukaa miezi minne na siku kumi. Kwa hiyo nakuta imeondoshwa hukumu, lakini tamko lake lipo. Kuna nyingine inaondoshwa, inaondoshwa nini? Tamko, hukumu yake ipo kama haya rajmi. Kama haya ya rajmi ya kupigwa mawe mpaka kufa kwenye msafu haipo. Ndio imefutwa. Hukumu ipo. Mereka. Wa fi qiraati hmm. La, katika kisomo kingine bi dhammin nuni, ni kwa dhuma ya nuni kwa hiyo inakuwa ni nun, nun sikh. Bi dhammin nuni yatokana min ansakha. Kwa hiyo ni afa la yufri. Ai maana yake na amuruka na amuruka, tunakuamrisha wewe nusikh, ikiwa na maana tunakuamrisha wewe fute, au Jibril, au tunamwamrisha malaika Jibril, binasikhiha, kuifuta ile, ikiwa na maana hivyo, au nansaaha au nansaaha au ambayo tunaichelewesha au ambayo tunaichelewesha. Sawa, ai maana yake nansaha, maana yake nuakhirha, ambayo tunaichelewesha fala nuzil. fala nuzil hukumaha, tukawa hatujiteremsha hukumu yake. Sawa, wanarfa tilawataha na tukawa tumeondosha na kisomo kisomo chake yani, kusomwa fala nuzil hukuma, manake tukawa tujaondosha hukumu ipo, lakini tukawa tumeondosha kisomo kisomo chake, ndo kama aya ya rajmi tumeondosha aysio ha, ya rajmi hukumu yake ipo, iy yasema tukawa tujaondosha hukumu yake N yani hukumu yake iko alafu tukaondosha nini tilawa tandoa ya rajmi. Aya rajmi sindo imeondoshwa tilawa yake. Tilawa yake, lakini falanuzil hukumaha tukawa tujaondosha hukumu yake tu, kama aya rajmi sawa, so. au niwezekana kuichelewesha nu akhirha au ambayo tunaichelewesha fil lawhil mahfudhi, katika lawhil mahfudhi ikabaki huko wa fi qira'atina katika kisomo kingine bila hamzi, ni pasina hamza, maanake ikasoma nang saaha, ikasomwa nang nang saaha. Na kisomo kingine imesomwa hivyo, nang saha itakuwa ai, maanake hiyo sasa, kama ni nansaha itakuwa tuamkuli natokana itakuwa, itakuwa, mina nisiani na kusahau, ku, kusahau. Kwa hiyo itakuwa ai, maanake nung sikaha ambayo tuna nusikaha ambayo tunakusahaulisha wewe hiyo aya, tunakusahaulisha wewe hiyo aya ayi maneke, namhuha tunaiondosha hiyo aya, minqalbika katika kiso, katika moyo wako ukawa wukumbuki, minqalbika katika, katika moyo wako. Lakini sio moyo wako tu, ayi maneke sema waqalbi umatika na moyo wa uma wako biayabika lhukmu eh? Bi, kwa kusalia ile hukumu. duna lafdhi kinyume na tamko tamko likawa alisoma sawa, wajawabu sharti na jawabu la sharti. Sasa kwa hiyo aya yeyote ambayo tunaiondosha maana inawezekana tukaondosha hukumu tukabatisha tilawa, tukaondosha tilawa tukabati, tukabakisha hukumu, au tukaondosha yote, hukumu na tilawa, iovatutakavyokuwa kama alivyosema, iwe mina nisiani iwe mina taakhiri, kuchelewesha jawabu lake. Na ati bi khairi minha, tunaleta aya iliyo bora kuliko hiyo tuliyoondosha, ndio jawabu la hiyo sharti ambayo ni maana ma amesema, maa ni sharti ya sawa ko naati bikhairi minha tunaleta ai iliyobora kuliko hiyo iliyobora, ai maana yake ni anfaa, yenye manufaa zaidi, lili ibadi, kwa waja fisuhula, katika wepesi au kathratil ajri au wingi wa malipo kao, tunaleta iliyobora zaidi kwa zama kama ile, kwa kukaa eda mwaka mzima akifelewa mwanamke, kwa anakaa eda kwa muda mrefu sana, anaumia sana kwa muda mrefu, lakini ilivyoletwa mezi minne, wepesi angalau unapatikana kwa hiyo. Mungu alikuwa anaangalia wakati huo maslahi kwa wakati huo yanakuaje, basi anaondosha hii anaita nyingine moda, akuwa mtume mwenyewe bado yupo hajaondoka, basi sinaondosha hii, unaweka hii, kwa hiyo inakuwa haina shida ya kufuta hukumu zile, anashu au anasikhu walmansukhu Au oh, mithliha, okay. au naweza pia naye tusilete labda yenye manufaa zaidi, au tukaleta ya mfano wake hivyo hivyo, ya mfano wake hivyo hivyo, tukaleta kama hiyo tu sawa. So, anatoa mfano hapo, asema ai, maana yake usema mithliha, maana yake kanaskhi istiqbali istiqbali baitil maqdis, ka vile kufutwa kuelekea baitil maqdis bi istiqbalil qibla fawali. So, wajhaka shatra al-masjid al-haram ikafuta ya kuelekea Baitul Maqdis basi ndio ikawa tu ni, ni ule ubora, lakini ikawa hivyo hivyo, ni kwa sababu kuelekea Baitul Maqdis ni, ni hivyo kibla na kuelekea maka ni kibla ni hivyo hivyo. Maana kama mtu anasala anaelekea Baitul Maqdis na akisala anaelekea maka, kuna kuna wanasema kuna urahisi inakuwa fit au mfano wa ile, fit taklifi katika taklifi wa thawabi na katika thawabu ni hivyo hivyo tu Alam taalamu yeah. Hivi haukujua Mtume Muhammad, haukujua anna Allah kwama Mwenyezi Mungu ala kulli shay'in kadhiri, juu ya kula kitu ni mweza mno waminu, katika uweza anashu ndo kufuta wata tabidilu na kubadilisha ndio hivyo. Wal istifhamu li taqriri, istifhamu ya taqriri, maana yake unajua, istifhamu hiyo sio kwamba ajibiwe, maana yake ikiwa na maanisha unajua, yani unajua hivyo wewe. Alam taalam pia, haukujua an, haukujua anna Allah kwamba Mwenyezi Mungu lahu mulku samawati wal ardhi, ni wake ufalme wa mbingu na ardhi, kwayo yafalu, anafanya fihima katika mbingu na ardhi, maasha anayataka ya Mwenyezi Mungu afanye anavyotaka, anayoyataka yanafanya. Wa wamalakum na hamna nyinyi minduni la, kinyume na Mwenyezi Mungu ai ghairihi mi wali, hamna wali yote, mimi ni zahida, hamna wali yote ya hafadhukum, anayeweza kuwahafidhi yani kuwalinda, wala nasir wala yeyote mwenye kuzuia mwenye kunusuru, manake mwenye kuzuia, yamnau, atakayezuia adhaba adhabu ya a Mwenyezi Mungu ankum, kuepusha na nyinyi hayuko in atakum adhabu kitokea kiwejilia, in atakum, kama adhabu itawaijilia, hapatikani yeyote ambaye anaweza kaizuia hiyo adhabu. wanazala na meteremka aya hii ya mbele la masa masalahu, zamani walipomuuliza mtume ahlu Maka, watu wa Maka alivyowauliza ali walivyomwomba mtume lamma saa lahu zamani, walipomwomba mtume ahlu Makka, watu wa Makka aeaiwasiraha wasi, kauaaiwasihaha kuipanua Maka, yaani aipanue kwa neema wayajala na kujalia asafa mlima swafa dhahaba kuwa ni dhahabu, imwomba mtu aambie fanya ombe mola wako aikundue ai maka hii iwe ni kheri tupu tu, lakini kujalia mlima swafa ni dhahabu tu, si tujichotee mi dhahabu mi. Aya Mwenyezi Mungu akasema kwamba am turidun, yani bal turidun, yani hiyo hiyo am ina maana ya bal aturidun kuna hamza tu istifhamu ambayo imekadiriwa hapa bal au mna hivi, mnataka manake bal hivi mnataka, antasalu rasula kumgwas, mnataka kumuomba mtume wenu, kumuomba mtume wenu kama asui la Musa, kama alivyoombwa Musa na, na watu wake. Bana makubwa haya, kwa sababu kuomba kitu kikubwa lazima mnapewa na nyie sharti ya kufuata Asa, mnataka manake. Saalahu, alimuomba Musa, kaumu jamaa zake, min kabli toka uko nyuma, walimuomba nini? Min kaulihim, katika kusema kwao, walimwambia Musa, arinallaha jahara, tuoneshe Mwenyezi Mungu kwa uwazi hivi hivi, tuoneshe Mungu huyu hapa Kusasi wana, vitu vigumu sana. Katili wa kiongo cha mwisho. Lakini pia wanaomba vitu vigumu sana. Katili wa kiongo cha mwisho. Pia wa ghairu dhalika, na yasio kwa hayo, na mambo mengine mengi, wa ghairu dhalika haya. Min kaulihim katika kusema kwa, walimwambia ud'u lana rabaka, mwombe matuombe sisi kwa Mola wako, yukhrij lana atuoteshe, mimma tunbitul ardh sawa. Lakini wa min kaulihim ij'al lana ilahan tujalie sisi Mola hapa, kama lahum aliha, basi ni, ni, ni maombi ambayo yalikuwa ni magumu. Mungu asema wamai ya, wamai yatabaddalil kufra namwenye kuubadilisha ukafiri bilimani kwa kutoa imani, yani alikuwa na imani akaitoa imani akaingiza ukafiri, anaudh billahi min dhalika. Lakini atakayefanya hivyo ayi manake yahudhuhu, ya atakayechukua ukafiri yahudhuhu atakae uchukua ukafiri badala au badala ya imani, bitariki nadhari kwa kuacha kutizama fil ayati albajinati katika miujiza iliyo wazi sawa, lakini pia waqtirahi ghairiha, na kuanza kutaka kuzusha na kutaka kuanza wakaanza za waqtirahi na mwenyezi Mungu, wakaanza kutaka na Mwenyezi Mungu azushe waqtirahi na kutaka kuzusha Mwenyezi Mungu ghairia miujiza mingine, ni kama hii iliyo wazi warabadilisha. Wanataka Mwenyezi Mungu azushe miujiza mingine, sio kwa hii kiwango hicho. Faqad dhalla, hakika huyu atakuwa amepotea sawa, asabili njia ya usawa hii miujiza ile uja kuja mikubwa. Kwa nini wasi, wasitosheke nayo na kutaka wasi na mingine? Maana yake sio kutaka kuamini, ni kutaka kumsumbua mtume na, na kumsumbua Mungu pia. Sasa ita, itawezekana Atakuwa huyo amepotea usawa wa njia, maanake akhta tarika alhaqa, atakuwa amekosea njia ya haki. Wasawau na neno sawa sawa, fil asri, katika asili. Alwasatu ni njia ya kati na kati, njia ya uadilifu. Njia ya kati na kati ni njia ya uadilifu, sawa. Alwasatu njia ya kati na kati ndio njia ya uadilifu, sawa. Haya basi.